Una uwezo wa kuwekeza kwa maisha ya baadaye. Vodacom Tanzania PLC sasa imeanza kuuza asilimia 25 ya hisa zake. Kuwa sehemu ya mafanikio ya Vodacom kwa kununua hisa hizi. Kununua hisa hizi ni rahisi. Unaweza kununua hisa za Vodacom kupitia mawakala walioidhinishwa na CMSA, matawi yoyote ya benki ya NBC, au kwa kupiga nyota 150 nyota 36 alama ya reli Kutuma maombi ya hisa kwanza, unatakiwa uwe na akaunti kwenye soko la hisa la Dar es Salaam yaani DSE. Kama utatumia wakala, watakusaidia kufungua akaunti. Kama utachagua kufungua akaunti kupitia simu yako ya mkononi, fuata hatua kama ifuatavyo. Kwanza, kuwa na kitambulisho halali. Inaweza kuwa pasipoti, kitambulisho cha kupiga kura au leseni ya udereva. Ukishakamilisha vyote hivyo, kinachofuata kwenye hatua ya kwanza ni jinsi ya kujisajili DSE kwa kutumia simu yako ya mkononi yani USSD. Utaanza kwa kupiga nyota 150 nyota 36 alama ya reli kwenye simu yako, kisha unachagua lugha unayoipenda iwe Kiingereza au Kiswahili. Halafu unaweka majina yako yote kama yanavyoonekana kwenye nyaraka uliyotumia kwenye usajili huu. Tumia anwani yako ya kudumu au inayotumika sasa, sanduku la posta au anwani ya mahali unapokaa inatosha. Mfano, PO Box 1234 Dar es Salaam. Kisha chagua aina ya kitambulisho ambacho kina majina yako yale yale, yale yaliyotumika mwanzo. Weka namba ya kitambulisho na thibitisha maelezo yako. Baada ya kuthibitisha maelezo yako, utapokea mara moja SMS kutoka DSE yenye namba ya siri. Hifadhi namba hii, utaitumia kila ununuapo hisa. Inayofuata ni hatua ya pili ambayo ni jinsi ya kutuma maombi ya hisa kwenda soko la hisa la Dar es Salaam, yani DSE, kwa kutumia simu yako ya mkononi, yani USSD. Kwenye hatua hii unapiga nyota 150 nyota 36 alama ya reli kwenye simu yako, kisha chagua lugha unayoipenda, Kiingereza au Kiswahili. Kwa sababu huu ni uzwaji wa awali wa hisa za Vodacom, chagua namba mbili. Unaweza kuona IPO nyingi Chagua Vodacom au VTL. Itakuonyesha gharama kwa hisa. Weka kiasi cha hisa unazotaka kununua mfano 100. Thibitisha idadi ya hisa unazopenda kununua na gharama ya jumla ya hisa zote. Utapokea SMS yenye namba ya kumbukumbu. Tafadhali tunza namba hii, utaitumia kufanya malipo ya ununuzi wako kupitia M-Pesa. Hatua ya tatu ni jinsi ya kulipa kwa kutumia M-Pesa. Hapa sasa, unapiga nyota moja tano sifuri nyota sifuri sifuri alama ya reli kwenye simu yako ya mkononi. Halafu unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, kisha unachagua namba 5 lipa hisa za Vodacom. Sasa weka namba ya kumbukumbu uliyoipokea kupitia SMS, baada ya kuhakiki idadi ya hisa na gharama zake. Ukishamaliza, thibitisha. Baada ya kuthibitisha, mwamala wako utatumwa Maxcom wakala anayefanya kazi na DSE ya uuzaji wa awali wa hisa yaani IPO. Baada ya muamala wako kuthibitishwa, utapokea SMS ya uthibitisho. Kwa maelezo zaidi, tafadhali tembelea tovuti yetu ya www.vodacom.co.tz mkwaju Investors Relations. Waraka wa matarajio wa kuuza hisa za Vodacom Tanzania PLC umeidhinishwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana yaani CMSA. Ununuzi na uuzaji wa hisa una changamoto nyingi. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na mshauri wako wa kifedha. Vodacom, power to you.